Kasimiaka akamwambia mm, tupeleke huyu mwanamke kwa mganga na huyu mm, bwanangu alikuwa ajui maneno ya uga, ya uganga ajui hata mm, kulewa alikuwa ajui mm. Wakaenda kwa mganga mm, sasa akaenda huko mganga akawaambia mm, murudi mtakuja, mm -hmm. Oenda uchukue nini picha ya bibi yako yeah, na maji kwa mtungi yake mm -hmm. Obebo lete mm. Sasa ukileta hiyo ndio mm. nitaongea nayo ndio tapatanga kitu kidogo mm -hmm. Sasa saa najua naenda kupata msaada mm. akiongeleka na hiyo mm -hmm. bibi yake atazaa mm -hmm. ikifika hiyo tarehe mm -hmm. atakuwa anapata msa msaada ajui msaada yenyewe mm. ajajua mm -hmm. Kumbe huyu bibi anampeleka kwa majini mm na mganga mwenye wanaenda ni mm. rafiki ya baba yake eh, msazi yeah. Sasa mm. bila anaanja anaambia huyu mwanangu mm, simama, huyu ba bibi yako huyu ya asimame huku mm -hmm. na wewe huku na ubebe hii picha, bibi yako weka katikati, so walikuja na wakachukua picha yako. sasa mwenye alichukua picha bila wewe kujua. sasa mwenye nyumba akikuja mm. anachambua nyumba yake, anaweza kumkata sasa ni mwenye nyumba naingiaa au kupekua pekua, kumkata. Sasa juu ni bwana mwenye nyumba, sasa unaweza kumkataza nyumba yake? Tunampea heshima yake. Eu, sasa hiyo siku nikafurahia, mzee mm. wangu anafurahia, anakuja kwa nyumba yangu siku leo, mchana tutaongea, tutapiga stori, sijui chenya anatafuta hmm. akachukua picha hmm. akachota maji kwa mtungi hmm. akitoka nikamuuliza, e, nonatoka? Kaniambia nilikuwa nataka tu kukunywa maji huko hmm. maji hakuna. yeah. "Sawa, so, hmm. hmm. hmm. uh -huh. yeah. saa sotarudi kule akasema kuna mahali ananiongelea sasa vizuri, kuna mahali ninaenda nitarudi yotuongee saa nikamwambia, nitakupigia chakula. Akasema hapana hmm. hmm. Sinipigi. Nkasema mm -hmm. Mungu asante. mm -hmm. Sasa hiyo, mm -hmm. sijue bile walienda kwa mganga. mm -hmm. Kumbe mganga anaenda kumwambia, mm -hmm. simama na hii picha na maji ukikunywa, mm -hmm. hii maji ndio, mm -hmm. itaenda kufanya katakatu huko, eh. na hii picha yenye nitaongea nayo yeye, mm -hmm. mwenye atajue ndio, mm -hmm. itakuwa ile masaa yenye tunaagana sasa wanamuongeleza wana mganga anamwambia sema mm -hmm. hivi bila ninaongea tunaagana yeye mm -hmm. pia anasema tunaagana mm -hmm. Desemba tarehe nane mm -hmm. saa nane mm -hmm. nitakuwa na